Habari za leo, ndugu mtazamaji wa MedInfo channel. Mbele yako ni mfamasia bingwa wa tiba Emmanuel Arthur Mfundo. Siku ya leo e, niko pamoja na wewe kukupitisha katika e, mambo mbalimbali yanayohusu tiba, na leo nimekuja na igizo moja ambalo limekuwa likitembea katika mitandao ya kijamii likionyesha E, namna gani ya utoaji huduma za famasi e, zinavyokuwa katika katika maeneo mbalimbali ya utoaji huduma hasa e, katika hospitali na hasa pia katika famasi igizo hilo lilijikita e, kuangalia e, kuangazia mgonjwa anapopewa huduma na makosa yanayoweza kutokea wakati wa kumhudumia na akaweza kupewa dawa ambazo sio sahihi na zile dawa ambazo wanazitumia kwa hiyo e, waigizaji wameweza kuonyesha ni namna gani ambavyo e, watu wa huduma wanakuwa wana wanaweza kubehave e, katika kuwahudumia wagonjwa e, wa, namna gani wanaweza kuwasikiliza na na mambo mengine mbalimbali hebu tupate kipande kidogo cha cha igizo hilo halafu E, tutarudi tena kuweza kujadili ni makosa gani ambayo yamefanyika katika e, e, katika video hiyo hasa katika hiyo sehemu ambayo nimekuonyesha, halafu baadaye tutaendelea na kipande kingine, na ambavyo pia napo tutaonyesha ni, ma, ni mambo gani ambayo yamefanyika me, ya ambayo si vema yakafanyika kwa, kwa kwa wateja wetu ambao tunawahudumia. Hebu Tuende basi karibu tuweze kupata kipande eh, hicho cha cha igizo. Salamu, baba zako. Salamu salamu. Vipi? Bwana, ulinihudumia asubuhi lakini umenipa dawa ambazo sizo. Unakupa dawa ambazo sizo, ambazo sizo unazozitumia. Baba, wewe ni daktari? Hapana, sio daktari ila mwanangu ndio daktari. Kwa hiyo yeye ndo amekwambia kwamba hizi dawa sizo, si ndivyo? Sikuelezi kwa ubaya e, nakueleza tu kwa nia nzuri ya kistaarabu mzee. Ambacu nikusaidie kitu kimoja ili tusiharibiane siku. Nenda kwa hao hao waliokwambia kwamba hizi sio dawa zako sahihi. Sawa, sawa. Sasa e, ukiangalia katika kipande hichi cha kwanza cha igizo hili, linaonyesha e, mwanadada huyu mwanataaluma, ambaye amekuwa akihudumia aki katika famasi e, ya hospitali fulani, na katika hilo umeona e, kuna mgonjwa ambaye ni baba mtu mzima ambaye ametoka nje kuja katika hii famasi akija kuzun, kusema kwamba alihudumiwa katika hii famasi na baada ya kuhudumiwa alipewa dawa ambazo sio sahihi na akaenda nazo nyumbani, lakini eh, bahati nzuri nyumbani amekuwa na mtoto wake ambaye ni daktari, ameweza kuangalia na kuona kwamba dawa hizi sio sahihi ambazo alipewa eh, kulinganisha. Kwa hiyo amerudi katika kwenye eh, eh, hospitali hiyo na kufika kwenye ile pharmacy kumweleza binti huyu ambaye ni mwanataaluma kwamba eh, dawa alizopewa sio sahihi. Kwa hebu tujikite eh, kwa namna ambavyo eh, mwanataaluma huyu amemhudumia ame eh, mzee huyu. Kitu cha kwanza ah, amenyanyuka vizuri na kubwa alipaswa kumsalimia e, e, mzee huko kwa sababu ni mtu mzima, kusema shikamoo baba au shikamoo, na kusikiliza e, shida yake vizuri. Na amemsikiliza mzee, amesema kwamba amerudi kwa sababu alipewa dawa ambazo sio sio sahihi, lakini mwanataaluma huyu hakumsikiliza vizuri na akawa ame, amemwacha e, aweze kuondoka aende e, aende na kumweleza kwamba hao walio waliogundua kwamba dawa hizo sio sahihi, basi waende wakamhudumie huko. Lakini kiutaratibu hapo, tunaona kabisa kumekuwa na na poor communication skills, yani mawasiliano ambayo sio sahihi, ambayo ame, ameyatoa lakini pia kuna poor customer care e, kwa kwa mgonjwa huyu ambaye amekuja, lakini akumekuwa na defense E, na defense e, kwamba huyu mtu anajikinga, na mara nyingi watu wanaojikinga namna hii wanaweza kuwa na uelewa mdogo kuhusiana na masuala hayo ya dawa. Kiuhalisia, ambavyo yeye alipaswa kufanya kwamba alitakiwa kuwa na mawasiliano mazuri na mteja, kwanza kumwomba samahani kwamba e, amepewa dawa ambazo sio sahihi au kumwomba samahani na kumwomba mteja huyu akae kwenye kiti kwanza, halafu amuombe dawa alizonazo na achukue pamoja na, na karatasi aliyokuwa nayo kwa maana ya prescription, amweleze mgonjwa kwamba subiri, nalifuatilia tatizo hili, na kwa namna ya kulifuatilia tatizo hili ni kuziangalia dawa alizopewa mgonjwa, lakini pia kuangalia e, faili la mgonjwa. Kwa sasa tunatumia hasa tunatumia computerized system, kwamba system za kwenye kompyuta, lakini pia unaweza kuta bado wengine wanatumia faili kama faili physical, faili la mgonjwa kupitia na kuona we usahihi wa dawa zilizoandikwa kwenye kwenye faili hilo, lakini pia e, kulinganisha na dawa ambazo amepewa mgonjwa, kuona kama kuna ulinganifu, lakini kama kuna ulinganifu, basi angeweza kuangalia e, kuwasiliana na daktari ambaye alimhudumia mgonjwa huyu, kuona kwamba mgonjwa wetu amerudi akiwa analalamika kwamba dawa alizoandikiwa ndizo sizo na ambazo sisi tumempatia. Kwa hiyo kuwasiliana na daktari ni kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kutatua tatizo hilo e, yeye mfamasia na daktari, ili ili mgonjwa huyu aweze kupata dawa zake sahihi. Kwa hiyo e, hiyo ndio namna nzuri ambayo angeweza kumsaidia mgonjwa huyu na na, na kuweza kusaidia mgonjwa huyu aweze kusaidika. Wakati mwingine inawezekana kabisa kwamba E, makosa yaliyofanyika si ya huyu e, mwanataaluma huyu mwanadada mwanataaluma ambaye yuko hapa, yawezekana yeye alikuwa ameingia zamu na mwingine alikuwa amemhudumia mteja huyu, kwa hiyo makosa yakawa amefanyika. Lakini wakati mwingine inawezekana e, yeye mwenyewe alishindwa kutafsiri e, e, cheti cha dawa kwa maana ya prescription ile ya, ya, ya dawa ambayo ilikuwa imeandikwa dawa ambazo angeweza kumpatia mgonjwa. Inawezekana kwa sababu ya mwandiko mbovu labda, ambao ulikuwa umeandikwa kwenye kwenye cheti cha dawa, na yeye akashindwa kusoma na kumpatia dawa sahihi mgonjwa. Lakini pia inawezekana dawa zilizoandikwa na daktari, daktari alishindwa kuchagua kwenye mfumo dawa sahihi, kwa sababu tuna dawa ambazo e, uki, zina sound alike, kwamba ukizitaja matamshi yake zinafanana na kuna dawa ambazo pia zina look alike kwa maana ya package zake zinafanana. Kwa hiyo inawezekana kuna makosa ya namna hiyo ambayo yametokea ambayo yeye kama kama mtoa huduma ameshindwa kuyang'amua haraka na kumsaidia huyu mgonjwa. Kwa hivyo vyote angeweza kuvitatua, e, na kuweza kumwashua kwamba mgonjwa, sasa dawa zako e, ulizoandikiwa ni hizi, ziko sahihi na mgonjwa akaenda. Lakini yeye kama yeye mwanataaluma alishindwa kufanya hivyo na kumwamuru mgonjwa aweze kwenda huko popote atakapokwenda aende akatatuliwe tatizo hilo. Sasa hili linatupeleka kwenye hatua ya pili, ambayo baada ya mgonjwa kuondoka kwenye dirisha ya dawa na kwenda sehemu nyingine. Sasa ndugu mtazamaji, hebu angalia tena e, igizo hilo linavyoendelea halafu nitarudi tena e, kuweza kuelezea ni namna gani ambavyo huduma imetolewa kwa kwa kwa, kwa upande mwingine. Samahani Dokta, mimi ni mgonjwa wenu, nilikuwa hapa asubuhi, lakini mtu ambaye alinihudumia asubuhi amekataa kunisikiliza. Ulikuwa na tatizo gani baba? Tatizo, amenipa dawa ambazo hazihusiani na ugonjwa wangu. Hebu naomba, una uhakika hizo dawa umepewa hapa baba? Kabisa, asilimia mia moja. <sighs> okay. ni kweli ziko tofauti. Samahani sana kwa mchanganyiko huu uh inaonekana uko makini sana. Ni kweli mwanangu ni daktari. Ni vizuri. Basi, niombe tena radhi kwa hili, lakini mimi nitakusikiliza kwa nafasi. Asante. Kama ambavyo umeona, mgonjwa wetu ametoka baada ya kwenda akakutana na, na mhudumu mwingine ambaye inaonekana kama ni daktari ambaye anapita kwenye korido akamwita yule eh, daktari akasimama na kumsikiliza. Hii inaonyesha uh, uh, eh, kwamba kuna kuwa amekuwa huyu mhudumu wa pili amekuwa na mawasiliano mazuri, good communication skills. Lakini mbali na hivyo kusimama tu na kumsikiliza mgonjwa na kuweza kusikia tatizo la mgonjwa, inaonyesha kabisa kwamba huyu mhudumu ana good customer care, kwa maana ya utoaji huduma mzuri. Kwa hiyo amemsikiliza mgonjwa. Aa, na baada ya kumsikiliza akamuuliza kuhusu e, tatizo lake, akawa amemweleza kwamba dawa alizopatiwa sizo sahihi, lakini alikuwa amempa karatasi. Na baada ya yule e, daktari au mwanataaluma kuona lile karatasi, akashtuka aka, aka, aka na yeye akasema kwamba dawa hizi ni kweli sio sahihi na kumpongeza e, e, mgonjwa au yule mzee kwamba e, Uh, yuko makini sana katika katika kufuatilia swala hili. Sasa hapo tumeona kuna good customer care lakini pia kuna uh, good communication skills. Lakini ilipaswa kufanyika kama ifuatavyo. Baada ya kumsikiliza mgonjwa yule na kupata concern yake kwa maana ya tatizo lake lilivyo, ilipaswa amuite ofisini kwake, kaa naye ofisini alafu amsikilize tatizo lake ambalo amemweleza baada ya kumweleza daktari, kabla ya kutoa eh, hitimisho kwamba dawa alizopewa mgonjwa sio sahihi, alipaswa kuingia kuita faili la mgonjwa, either ni physical file au kwenye system, kuona kwamba ni dawa gani ambazo eh, mgonjwa aliandikiwa na kwa tatizo gani, ili kuweza eh, kulinganisha na dawa ambazo alipewa mgonjwa hiyo itamfanya kuweza kung'amua tatizo gani ambalo limetokea mpaka mgonjwa huyu akapewa dawa ambazo sio sahihi. Baada ya hapo, kama kutakuwa kuna tatizo ambalo ameling'amua, basi alipaswa kuwasiliana na mtu wa kwenye famasi kwa maana ya mwanataaluma aliyepo kwenye famasi na kumuuliza ni tatizo gani ambalo amekumbana ame, ame nalo na huyu mgonjwa aidha, kama kuna makosa ambayo daktari mwingine aliandika dawa lakini alikosea, au eh, eh, mwandiko uliokuwa umeandikwa kwenye cheti au faili la mgonjwa umekuwa tatizo kwa, kwa, kwa yule mfamasia au yule mwanataaluma ambaye yupo kwenye sehemu ya kutolea dawa kushindwa kung'amua tatizo hilo ili kwa pamoja daktari na mfamasia waweze kutatua tatizo hilo. Bo hivyo ndivyo ambavyo wangeweza eh, kuwa, kuwa, kuwasiliana pamoja na, na mfamasia na daktari na kuweza kutatua tatizo la mgonjwa husika eh. Mbali na hayo yote, basi natoa pongezi kwa wale ambao wameigiza igizo hilo eh, na igizo zuri ambalo linatoa mwamko katika utoaji wa huduma kwa, kwa, kwa, kwa wanataaluma kutuweka wazi kutufungua, wanataaluma, e, ni namna gani bora ya kuwahudumia e, wagonjwa au wateja wetu. Kwa hiyo ni igizo zuri na ni igizo bora sana, lakini ni vizuri tukalichambua kwa muktadha ambao, e, utaweza kuendelea kutoa elimu nzuri kwa jamii kuhusiana na, na utoaji wa huduma, lakini kuendelea kutumika kama utoaji wa elimu mzuri sana kwa wanafunzi. E, wa, wa, wa, wa shule zetu hizi za, za tiba e, na pia kuendelea kutoa e, e, shule nzuri kwa wale ambao wanaendelea na utoaji wa huduma. Sasa mbali na hayo yote, hebu tujikite sasa kuangalia e, mzizi wa tatizo upo wapi? Hayo yote yanaweza yakawa yanatokea lakini lazima kuna kuna mzizi au au tunasema root causes za matatizo ya namna hiyo. e, tatizo la namna hiyo linakuja e, kwanza katika mambo mawili. Moja ni ni e, mafundisho au e, tuseme e, ni namna gani, mafundisho ya namna gani bora ya mawasiliano kati ya mteja na mtu wa huduma. Kwa hiyo kwa maana ya gudi E, communication skills. Kwa hiyo hiyo bado tunaendelea kusisitiza e, vyuo ambavyo vinafundisha e, wanafunzi au wanataaluma kuendelea kusisitiza hasa katika eneo zima la mawasiliano, good communication skills. Lakini pia kuendelea e, kusisitiza kuweka mkazo katika eneo zima la utoaji huduma, good customer care, yani huduma bora kwa kwa kwa kwa wateja wetu. Kwa hiyo hivo ni vitu viwili ambavyo eh, ni vya msingi sana ambavyo kuzifuatilia kwa maana ya communication skills na customer care, vyote ndani yake tukivifuatilia vizuri, basi wateja wetu wanaweza kuhudumiwa vizuri kabisa. Na katika hilo basi mimi nimekuwa mstari wa mbele katika kutoa elimu eh, za namna hiyo. Ukinihitaji utaweza kunipata mfamasia bingwa kabisa wa tiba, Emmanuel Arthur Mfundo. Namba yangu ni sifuri saba moja nane arobaini na nane 954 Namba yangu ni 0718489954 Mbali na hayo ambayo tumeweza kuyazungumza kwamba customer care na na pamoja na communication skills. Nipo tena kukupa mambo mengine e, muhimu ambayo yanaweza kusababisha e, mtoa huduma akatoa huduma ambayo siyo na kama hiyo tulivyoona ya kupelekea mtu akapewa dawa ambazo siyo sahihi. Endelea kuwa na mimi muda mfupi na kupeleka katika katika eneo hilo. Asante ndugu mtazamaji kwa kuendelea kuwa na mimi. Sasa nipo tena kuendelea kukupa mambo mengine matatu ambayo pia yanaweza kusababisha huduma ikatolewa ambavyo ndivyo sivyo. Moja ni uandishi wa dawa uandishi wa dawa, tunaamini kwamba kwa, eh, kwa sheria zetu za Tanzania daktari ndiyo mwandishi wa dawa eh, na eh, mfamasia ni mtu wa kutafsiri cheti cha dawa. Sasa kumekuwa na, na wimbi la la miandiko ya dawa ambayo haisomeki. Hatuwezi kusema ni miandiko mibaya, ila ni miandiko ambayo haisomeki, ambayo hiyo ina, inaweza kupelekea watu waka eh, E, mfamasia au akasoma dawa ndivyo sivyo. So, tatizo jingine ambalo linaweza kupelekea e, mtoa huduma akatoa huduma ambayo sivyo au akatoa dawa ambayo siyo yenyewe au dawa tofauti na ile ambayo imeandikwa ni zile dawa ambazo zina matamshi yanayofanana, tunasema sound alike. Kwa kuna dawa ambazo ukizitamka zina matamshi ambayo yanafanana. Kwa hiyo moja ni kuna dawa inaitwa acetohexamide. Acetohexamide ni, swa, ni dawa ya ya kisukari diabetes. Hii inaweza kuchanganywa na dawa inaitwa acetazolamide. Hii ni dawa kwa ajili ya glaucoma. Lakini kuna dawa inaitwa clopromazine. Hii ni dawa kwa ajili ya matatizo ya afya ya akili ambayo inaweza kuchanganywa na dawa inaitwa clopropamide. Kwa hiyo clopromazine, hii clopropamide ni kwa ajili ya kisukari. Lakini kuna dawa inaitwa inaitwa bupropion ambayo hii nayo ni kwa ajili ya matibabu ya afya ya akili hasa sonona, ambayo inaweza kuchanganywa na dawa inaitwa buspiron, buspiron, ambayo ni dawa kwa ajili ya uoga uoga anxiety. Kwa hiyo bupropion buspirone hizo unaweza ukajikuta uka, uka umezichanganya. Lakini kuna amlodipine na amitriptyline. Hii moja ya amlodipine ni kwa pressure, hii nyingine ni kwa ajili ya mambo ya sonona. Lakini kuna atenolol, hii ni kwa ajili ya pressure, e, e, shinikizo kubwa la damu, lakini allopurinol hii ni kwa ajili ya gout. Lakini kuna dawa inaitwa carbamazepine ambayo ni kwa ajili ya afya akili, na dawa nyingine inaitwa carbimazole kwa ajili ya tatizo ya matatizo ya goita. Kuna dawa inaitwa propranolol, hii ni kwa ajili ya pressure, na dawa inaitwa prednisolone ambayo ni kwa ajili ya allergy. Kuna dawa inaitwa rivaroxaban, hii ni kwa ajili ya, ya kuzuia damu kuganda. Lakini kuna dawa inaitwa rosuvastatin ambayo ni kwa ajili ya ku, E, punguza cholesterol kwenye kwenye kwenye damu. Kwa unaweza kuona rivaroxaban, rosuvastatin, propranolol, prednisolone, carbamazepine, carbimazole, atenolol, allopurinol, amlodipine, amitriptyline, bupropion, buspirone, chlorpromazine, chlorpropamide, acetohexamide, acetazolamide. Hayo matamshi, unaona dawa zina matamshi yanayofanana, hizo eh, katika magrupu kitaalamu tunasema, eh, the sound alike zina matamshi yanayofanana. Kwa hiyo hizo inaweza kupelekea mtu akati anasoma cheti cha, cha, cha, cha dawa akadhani imeandikwa acetohexamide kumbe imeandikwa acetazolamide, lakini anaweza kudhani imeandikwa eh, kabimazo kumbe ni kabamazepi. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinaweza kutokea na kusababisha mtu akapewa dawa ambayo sio yenyewe. Kwa hiyo hivyo tunaita medication error. E, ma, ma, ma, makosa ya kimatibabu, lakini kuna dawa ambazo zenyewe e, zina mfanano they look alike, yaani zinafanana katika makasha yake ya kubebea katika zile kontena zake za kubebea zilizowekwa zenyewe zinafanana, au tube ambazo zimewekwa zimewekwa pamoja na hizo. Unaweza nikakuonyesha ndugu mtazamaji, kama unaweza kukuta ni kopo linafanana au kifungashio au chupa ambayo imewekwa hiyo dawa, zaweza kuwa zinafanana. Kwa mfano, angalia dawa hii hydralazine na hydroxyzine, zina hizo chupa zake zinafanana, hasa e, vifuniko na nini. Unaweza kuona unaweza kuona hii dawa ya a, bacteria vancomycin na dawa kwa ajili ya, ya virusi asaikovir. Angalia maboksi yake yanavyo yanavyofanana. Kwa hiyo mtu anaweza akajikuta aka, aka ameokota boksi jingine ambalo lilitakiwa kupewa apewe dawa nyingine, ameenda kuchukua dawa nyingine. Kwa hivyo inaweza kupelekea pia e, mtu akapewa dawa ambayo siyo yenyewe, lakini angalia hizi dawa susi na, chloride na locur, e, locuronium. Hizo zote E, unaangalia vifuniko vyake na unafanana na namna package zilivyofanana, mtu anaweza akajikuta amefika amechukua ambayo sio sahihi, akampa akampa mgonjwa. Lakini kuna metoclopramide na pamoja na ondansetron, niangalia vifuniko vifu vyake na chupa zake zilivyokaa, vinaweza kupelekea ya medication errors. Angalia pia hiyo ephedrine na adrenaline, kwa hiyo package zake, kwa sababu zina mfanano unaofanana, mtu anaweza akamtoa huduma anaweza akachukua akidhani hii nikani, kumbe ametoa dawa nyingine. Namna bora ya kutatua changamoto hii ambayo inapelekea kutoa uh, dawa ambayo ni tofauti na ile ambayo imeandikwa eh, na daktari au iliyopo kwenye cheti eh, kwa upande wa famasia, cha kwanza ni ku, u, u, kuzitenganisha dawa hizo ambazo zinaonekana zinafanana kwa maana ya look alike au zina matamshi yanayo yanayofanana. Lakini zingine, namna nyingine ni kuwekea lebo kwa maana ya high alert eh, med medicine, kwamba mtu akiziona lazima aweze eh, kukosceki mara mbili au aweze kuangalia mara mbili wakati wa kutoa lakini jingine ni kuanga, ku, kuweka kitu tunasema four eyes principles kwamba kuwe na mtu ambaye anaandaa na mwingine anacheka, kwamba macho mawili ya kwanza yataandaa na macho mawili ya pili yata yatascheki yata, yata kuangalia e, usahihi wa, wa dawa ambazo zinaenda kutolewa. Hiyo ni four eyes principle. Lakini e, kwa upande we, wa madaktari wanaweza kutumia kitu kinaitwa Tall man Lettering of medicine, e, kwa maana ya zile dawa ambazo zina, zina, zina sound alike. Kwa mfano tukisema kabimazo na kabamazepine, basi zile herufi za mwisho bimazo na mazepine zinaweza kuandikwa kwa herufi kubwa, hiyo inaitwa Tall man lettering, yani namna ambayo unaweza ukaziandika uka, uka, uka dawa na kuondoa kihatarishi cha e, kutolewa dawa ambayo siyo sahihi. Kwa hivyo ndio namna bora ambayo tunaweza kupambana na hili tatizo la la la, la, la, la utoaji au medication errors, utoaji wa dawa ambazo zinapelekea kwenye hatari ya kimatibabu au makosa ya kimatibabu. Namna nyingine ni kwa watengenezaji wa dawa hizo manufacturers, e, kutengeneza dawa au kupaki dawa au kuweka katika vifungashio au ambavyo e, ni tofauti havifanani kwa mfano havifanani hasa kwenye zile e, vile vifuniko vyake lakini havifanani pia kwenye lebo zake hiyo itatusaidia kuokoa jamii kutokana na tatizo kubwa la kukosea kwa matibabu kukosea utoaji wa dawa kwa, kwa wagonjwa wetu na hasa tukaiweka jamii yetu salama. Hii ni MedInfo Channel. Na mbele yako ni Emmanuel Arthur Mfundo, mfamasia bingwa wa tiba <muchos>